Mwanzo tatu mstari wa kumi na saba Mungu hakuweza kumlaani Adamu kwa sababu tayari alikuwa ameshambariki mbariki. Anamwambia Adamu, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, ili upate chochote kwenye ardhi itabidi uteseke sana. Ni kana kwamba ardhi imepewa maagizo ya kuhakikisha kwamba haimpi Adamu mema. Mind you, mtu karibia kila anachokihitaji kinapatikana kwenye ardhi. Ukimtenga mtu na ardhi, umemtenga na maisha. Ukiprogram ardhi fanye kazi kinyume na mtu, maisha ya huyo mtu yanategemea ardhi, so, Mungu anamwambia Adamu ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, maana yake imeagizwa isikupe faida zake, ili upate kakitu kadogo utatakiwa ukahangaikia sana. It is very important uwe intentional kwenye kujiondoa na programming yoyote ya kipepo ambayo imefanyika kwenye ardhi. So kumbe, ardhi kutoa au kuto kutoa sio maamuzi yake, ni maamuzi ya kilichosemwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuhusu hiyo ardhi. Maana yake kuna mtu anaweza kaja Dar es Salaam, alafu Dar es Salaam ikasemeshwa kwamba huyu Msimpe chochote, so imagine a man is in this city. Sio mvivu, ni mtu mwenye bidii kupita kawaida, anazingatia kanuni za mafanikio, lakini anashindana na kitu kikubwa kuliko anavyodhani. Ardhi imeamuriwa isimpe nguvu zake. Kama ardhi inaweza ikalaaniwa, maanake pia ardhi inaweza ikabarikiwa. Kama inaweza ikaambiwa kwamba isimpe mtu matokeo, maanake pia inaweza ikaambiwa kwamba impe mtu matokeo. It is very important, unapoingia kwenye mji uzungumzishe huo mji kuhusu wewe huo mji ufanyaje? Speak to the land, speak to this city, tell it what to do with you. Mpaka saa hii inatakikana, hata unapokuwa hauongei umenyamaza hivi, tayari kuna maneno ambayo uliyasema huko nyuma, mengi yanatembea kwenye huu mji yanakuwakilisha sokoni, yanakuwakilisha shuleni, yanakuwakilisha maeneo mbalimbali. Why? Kwa sababu umezungumza na huu mji. Mji unafanya unachouambia ufanye, ardhi inafanya unachoiambia ifanye, anga linafanya unacholiambia lifanye. Kama mtu anaweza kalaaniwa katika ardhi, maanake mtu anaweza kabarikiwa katika ardhi.